Moyoni mwa mtu kunalo pengo kubwa linalohitaji hicho kitu kingine. Ndiyo sababu hii leo unaweza kuwa unalia, Mungu nipe sehemu ya ardhi iwe yangu. Mungu akikupa bado utahitaji nyumba, na ukipata nyumba utahitaji gari na kadhalika. Hii ndiyo sababu ulimwenguni kote wale matajiri tajika bado wanahitaji, kwa sababu ndani ya moyo kuna pengo kubwa, na hili pengo hakuna kitu kingine kinaloweza kulijaza isipokuwa Mungu. Hivyo ni muhimu, rafiki mpenda, umruhusu Mungu aweze kuumiliki moyo wako, aweze kukujaza moyo, upate kuridhika na kuridhika ambako ni kwa kweli. Ulimwengu na vitu zilivyomo haviwezi vikaujaza moyo wa mwanadamu, unahitaji Mungu aingie ndani ya moyo wako ili akakujazie pengo ambalo li moyoni mwa kila mwanadamu. Ruhusu Mungu aingie nawe, utapata raha na pumziko na kutulia kunakohitajika, kwa sababu utaridhika na kila kikubwa ama kidogo ulicho nacho, kwa sababu Mungu ameujaza moyo wako.